Karibu kwenye chaneli yetu ya malezi bora. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana ambalo ni madhara yanayowapata watoto pale ambapo wazazi wanakosa muda wa kuwa na watoto wao. Inauma lakini ni ukweli usiopingika kwamba kunakuwa kuna madhara mengi sana wazazi wanapokosa muda wa kuwa na watoto wao. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, basi usisite kushare, kulike na kusubscribe kwenye chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu nyingine pale ambapo tunakuwa tumeziaplodi. Madhara yanayoweza kuwapata watoto ambao wanakosa muda na wazazi wao ni kukosa msingi wa maadili na nidhamu. Wazazi ambao hawana muda wa kukaa na watoto wao, watoto wanakosa msingi wa maadili, watoto wanakuwa hawana nidhamu. Kwa sababu wanafundishwa na nani? Wakati mzazi anakuwa hayupo karibu na mtoto, anakuwa hana muda wa kumfundisha mtoto wake. Kwa hiyo unakuta watoto hawa wanakosa msingi wa maadili, na mwisho wa siku maadili wanayopata ni yale wanayokutana nayo njiani, ni yale wanayoambiwa na watu wengine. Lakini maadili au malezi yale yanayotakiwa, ya kwanza ya msingi, ambayo yanatokana na wazazi, mtoto anakuwa anayakosa kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa hayuko na mtoto wake. Jambo la pili, mtoto anapata madhara ya kupungua kwa kujiamini. Mtoto anashindwa kujiamini kwa sababu muda mwingi anakuwa hana yani, hana ule uhakika hana confidence, kwa sababu hakupata muda mwingi na wazazi wake ambao wangeweza kumfundisha mambo mengi. Kwa hiyo unakuta mtoto hajiamini, anaogopa, anakuwa wakati mwingine ana, yani vitu ambavyo anakuwa anaviwaza ni kwamba labda wakati mwingine anahisi kama anakosea, kwa sababu anakuwa hakupata msingi wa malezi, hakupata msingi wa maadi hakupata muda wa kuzungumza na wazazi wake. Kwa hiyo anakuwa hajiamini, hata anapokutana na watoto wengine au watu wengine anakuwa haongei kwa kujiamini, anakuwa anaongea kwa uoga maneno. Kwake wakati mwingine, kila wakati anahisi kama anakosea jambo. La tatu au madhara ambayo anaweza akayapata, namba tatu ni kutafuta mapenzi na usikivu nje ya nyumba. Kama mzazi haupo nyumbani Hauko karibu na mtoto wako, hauna muda na mtoto, mtoto anatafuta mapenzi au usikivu kwa watu wengine kule nje. Anakuwa anatafuta watu ambao wanaweza wakamsikiliza, watu ambao anaweza akawaeleza shida zake, watu ambao anaweza akajadiliana nao kuhusu changamoto ambazo zinampata. Hayo ni madhara makubwa sana, kwa sababu mtoto anatakiwa akuambie wewe mzazi wake changamoto anazozipitia, usikivu wako mzazi wake. Wakati anakuambia zile changamoto unamjengea mtoto kuj amini unamfanya mtoto wako akuwe vizuri kiakili, fikra na hata mtazamo wake unakuwa ni mzuri kwa maisha yake ya baadaye. Changamoto ya nne ni kwenye mafanikio ya masomo. Ndugu mzazi na mlezi, utakubaliana na mimi kwamba ukiwa na muda na mtoto wako unaweza ukamsaidia hata kazi zake za shuleni. Wazazi wengi ambao hawana muda na watoto wao, unakuta watoto wengi wanakuwa wanashuka hata kimasomo, kwa sababu hawana muda wa kusaidiwa pale ambapo labda wanakuwa wana kazi wametoka nazo shuleni. Walitakiwa mzazi awe pale aweze kumsaidia mtoto wake zile kazi ambazo ametoka nazo shuleni. Lakini pale ambapo mtoto anakuwa yuko peke yake, mzazi hayuko na mtoto wake, unakuta mtoto anapata changamoto oto za kimasomo na unakuta mara nyingi watoto wa aina hiyo wanakuwa wanafanya vibaya, hawafanyi vizuri darasani, kwa sababu mzazi hana muda wa kukaa na mtoto wake na kuweza kumsaidia. Changamoto ya tano inayoweza kumpata au kuwapata watoto ambao wazazi hawana muda wao ni kuathirika kisaikolojia na kihisia. Kwa nini hawa watoto wanaathirika kisaikolojia na kihisia? Wana, kwa sababu wanakuwa wanakosa upendo wanakosa ukaribu, wanakosa utulivu. Kwa hiyo unakuta mara nyingi wanaathirika kisaikolojia na wakati mwingine watoto hao wanaweza wakapatwa hata na matatizo ya kiakili, kwa sababu wanakuwa wana mawazo mengi, wanahisi hawapendwi, wanahisi wamebaguliwa. Lakini mzazi anatakiwa awe na muda karibu na mtoto wake ili aweze kumsaidia na kuepukana na hii changamoto ambayo inamfanya mtoto aathirike kisaikolojia ni kioo. Hakikisha hata kama una muda mchache, pata muda wa kuwa karibu na mtoto wako. Ukaribu na mtoto wako una uwezo wa kubadilisha maisha ya mtoto wako kabisa, na mtoto wako akawa ni mtoto ambaye ana maisha mazuri, mtoto ambaye anakuwa ana mtazamo chanya, mtoto ambaye ana uwezo wa kufanya vizuri darasani na kufaulu katika masomo yake. Una uwezo wa kubadili maisha ya mtoto wako na kuwa maisha ambayo ni maisha ya mafanikio, kwa kumweka tu karibu na kwa kupata muda wa kuwa karibu na mtoto wako. Anza leo kuwa karibu na mtoto wako, utaona matokeo na utaona mafanikio ya mtoto wako katika masomo na katika maisha yake yote. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine, ili waweze kupata faida ya kujua na kuona kuna umuhimu wa kuwa karibu na kupata muda wa kuwa karibu na watoto wao. Hakikisha una subscribe kwenye chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale tunapoziupload. Wewe ni mtu wa maana na wewe ni mtu wa thamani, tunakuthamini na kukujali. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nami kwa namba 0787579224.